Hapo wakasema tutamuka, wengine walitutakia mambo mabaya, wengine walituombea vibaya, lakini umesimama kama Mungu. Tumesimama nyumbani mwako, hatujesabi haki Mungu, kwani mimi ni nani na sisi ni wakina nani? Mbona kuna wengine wako vitandani sai? Mbona kuna wengine wamezikwa, wamesauliwa Ona kauna wengine wako kwenye magereza, hata kama kuna mahu jajimu kwetu, uhai ni kitu cha thamani kwetu, na kushukuru Mungu kwa ibada hii, na kushukuru Mungu kwa huduma hii, na kushukuru Mungu kuniweka. Wewe ndiye umeniweka na bado uko nami, na kusinitumie leo katika mazungumzo yote, ili Mungu watoto wako waliofika mahali hapa wapokee kile ambacho umekusudia katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Ongeza makofi kwa Yesu. Kabla hujaketi, unapenda nikuletee neno la mwaka? unapenda nikuletee neno la mwaka? Uko tayari na umejipanga? Uko tayari na umejipanga? Wangapi wamejipanga, umeji kupokea neno la mwaka? Amen. Wangapi wamejipanga kupokea neno la mwaka huu? Wangapi wamejipanga kupokea, kupokea na kumiliki kama Bwana alivyosema? Wangapi wanasema sitazuiliwa, nitasonga mbele? Uko tayari ni kutamkia neno la mwaka Amen. Neno la mwaka 2026 uko tayari? yes. ni mwaka wa kuona Amen, na kumiliki chako kilichozuiliwa mwaka 2025. Ni mwaka wa kumiliki kila ambacho Mungu amekusudia tangu umezaliwa Amen. Ni mwaka wa kumiliki, ni mwaka wa kuona na kumiliki amina. Kila ambacho Mungu amekusudia tangu umezaliwa amina. Sema amina. Bi yake ni mwaka wa kutosita wala kusitishwa, ni mwaka wa kukusudia mipango na itafanikiwa kwa kiwango kikubwa amina. Sema basi amina, sema amina, amina. amina. Sema basi amina, sema amina. Amen. Ni mwaka ambao utapanga kujenga na hakuna atakayezuia ni mwaka ambao utapanga kuolewa na hakuna atakayezuia. Ni mwaka ambao utawakanyaga watesi waliosema utainuka. Ni mwaka ambao utashaini amina, amina. Utashangilia. Ni mwaka ambao kila aliyekucheka atacheka amina, amina. Kila aliyekupigwa atapigwa. Ni mwaka wa adui zako kuvuna walichokupandia mwaka uliopita, adalia mtu amekaa ni mwaka ambaye kila kilichozuiliwa lazima, yes. Kiachiliwe. Ni mwaka wa kupanga mipango na yatatiki. Ni mwaka wa kuvuna kila ambacho Bwana hey, alikusudia kwenye maisha yako. Ni mwaka wa kupaizwa. Ni mwaka kila aliyekucheka mwaka uliopita, yes. Ni mwaka ambaye atajutia kwa nini nimemcheka. Ni mwaka wa mwaka wa kwenda level ya baraka hey, ni mwaka wa kucheka That's ni mwaka wa kuwa viwango kwenye huduma, viwango uimbaji, viwango kwenye familia, viwango ukifanya kazi popote itakubali. Oh, ni mwaka wa kuwa mwana maombi vipaya. Oh, ni mwaka wa kufunguliwa macho, macho kila ambacho hujaona mwaka huu, oh, lazima mwaka utaona. Oh, ni mwaka mbamba. Oh, hadi watakutafuta, oh, kwenye reji yechu. Oh, ni utapata mtoto aliyeitwa tasa atakuwa na watoto wengi, nimwakamba. Yes. Aliyeitwa masikini atakuwa tajiri, nimwakamba. Wachau watalia, watalia na kusaga meno, nimwakamba. Wanafiki watajuta kuzaliwa. Ninatabiri kibali kiwe ndani yako. Biashara atachipuka tena, wateja watakuona na, hey, amina. na amina. Amina. Utaona wateja, macho yako yatafunguliwa, utaona kitu ambacho hujawahi kuona, utaona mambo ambayo hujawahi kuona, nasikia ujawahi kuona, nasikia, hapa mikono kuna nguvu inatoka, kuna kitu utaona. Familia yako itainuka, biashara zitainuka. hey, aliyekupiga vita atapigwa, ni safari waliokupiga wataomba msaada kwako. Haleluya baba mshaka riyama kwa. yes, sasa kama mmoja anafanya kazi mahali, yeah, ni mwaka ambaye paramosho nitatokea, atapandishwa levo, ataongezewa mshahara, yeah, ni mwaka. Yes. watu wako sai walioko Zanzibar, yeah. Kenya, Mtwara, Dodoma, waliwako Kenya, waliwako Mtwara, waliwako Dodoma, waliwako Merani, waliwako Mbeya, waliwako Shinyanga, waliwako Kiteto, waliwako Tanga tambaya, watu wako ai, watakuona kwenye mikoa, watakuona wa kuijia kazi, watakuona wa kupandisha regi, watakuona wa kubebe mwaka ambao jirani yes. zako kaka zako wadogo zako wake wenza mashemeji waliochora mstari yes. Wakasema huyu hatavuka mm. Hawataishi mm. Ni mwaka ambao watashuhudia yes. vitu ambavyo atasudia yes. Watasema nani anawasaidia? wataambiwa yes. kuna neno Bwana amesema juu ya huyo mke tarehe moja ya kwamba, ni mwaka ambao yes. ni mwaka wa kumiliki oh, ni mwaka wa kuona oh, ni mwaka wa kutimiza oh, lile kusudi la Mungu yes. wataambiwa kwamba ni mwaka wa kutozuiliwa na kila wazo litakalokuja ndani yako litatiki litatiki litatiki Nasikia nitabiri tena, ni mwaka ambaye huduma itachanua Amina. Ni mwaka ambaye wagonjwa wataponywa, viwete, Amina. Vipofu watafunguliwa, Amina. Ni mwaka wa vipawa na karama kumwagwa, Amina. Mwaka wa Roho Mtakatifu kubujika ndani ya madhabahu. Ni mwaka walioumizwa ndani ya madhabahu. Ni mwaka watachipuka wakimtumikia Bwana. Ni mwaka waliojaruiwa mbali mbali mbalimbali kwaya la viongozi na washirika watainuka kishujaa, maana wameitwa na Bwana, wapenda kazi Pokea Bwana, nimepokea Bwana. Haya, maneno, haya maneno yawe juu yangu yawe juu yangu. Sema nitatoka na kuangaza, nitakutoka na kuangaza, hakuna atakayezima, hakuna atakayezima taa yangu mimi, mimi. Taa ya biashara, taa ya kuzaa, taa ya kazi, taa ya nyumbani kwangu, nitawaka mataifa, yangaze kwenye boma, yangaze kibiashara, yangaze kwenye kujenga, yangaze kupata kazi. Kila anayamini haya maneno na kutabiria, taa yako inaangaza ramani za kufanya mwaka huu hautakosa kazi za kufanya mwaka huu. Simu yako isinyamaze, simu yako ikusumbue. Siku utaamka una kazi, siku utaamka una kazi. Na kutamkia kwa upako huu, simu yako ite watu, upokee simu za baraka isimakambao Utaamka una ramani Amé. Haifiki jioni hujapata ramani Amé. Ni mwaka ambao watoto watakosa ada, hawatafukuzwa nyumbani, milango itafunguka, watasoma kila. Ni mwaka ambao Amé. kila aliyefika mwisho wake Amé. Ni mwaka ambao hatua mpya inaanza, nasikia kutabiri bado kuna watu ambao watasahau aibu yao, na kuna watu, wa watu wanajiuliza, nimevuka lakini sielewi mbeleni kuna nini. Weka mikono yako juu, weka mikono juu, nisikilize mwanangu. Mungu hutuma watumishi wake na hutumia vinywa vyao, maneno husemwa, lakini husemwa katika Roho. Mungu ndiye anayejua kesho yako na humtuma kuhani wake akutangulia, akuambia atakayokuja. Ni kazi yako kudaka, ni kazi yako kuamini, ni kazi yako kutembea na ili neno, wana uhakika yatatokea. Kamwambia Ibrahim, hakika majira kama haya nitakujia, na Sara atakuwa na mtoto. Tunasoma Biblia inasema Ibrahimu, kwa kute sita aliona yasiyotarajiwa, kana kwamba yamekuwa. Nawe anza kuona, naona kazi, naona nyumba, naona heshima, naona napakata, naona vicheko vya watoto, naona watoto wanakwenda shule, naona nimeinuliwa, naona ni watu tofauti. Anza kuona yasiyowezekana, kana kwamba yamekuwa mwaka wa kwako, anza kuona, mwaka wa kihistoria, anza kuona, mwaka wa taa yako kuangaza kwenye hiyo familia. Wametangaza familia mama yako haitanyanyuka. Taa ya familia iwake, taa ya kijana wako iwake, taa ya mwanamke iwake. Angaza! Angaza! Angaza! Angaza! Angaza! Angaza! Usiangalie shida, tunakwenda kuwasha taa. tarehi tai wakayo tai wakayo tai wakayo, angaza kila sehemu utakapokanyaga ng'ara, ng'ara. Jesus, Jesus, nyosha mikono huku madhabahuni. Baba, nimesimama hapa, wakaone kwa macho yao ni mwaka wa kuto sita, ni mwaka wa kuto sita na kusitishwa kila atakayekusitisha atakufa. Kila atakayejaribu kukuzuia kwa kitu ambacho Mungu alikusudia ufanye wewe atakufa. Ivyoweka mikono ukuelekeza huku, kila atakaye jaribu kuzuia huduma, kuzuia kitu ambacho Mungu amekupa, kuzuia huduma ya biashara, huduma ya ndoa, atakufa maana wewe ni chaguo la Mungu. Wewe ni kusudi la Mungu. Ninatamka sema Amen. Natamka kila atakayekuzuia kila atakayekuzuia Amen. Kila atakayeweka giza Amen. Kwenye mapito yako Amen. Angaza zaidi kuliko lungo, kuliko giza Amen. Na kutamkia Amen. Kila atakayekuchongea mahali Amen. Kila atakayeinua vita mwaka huu Amen. Kwa ajili ya maisha yako unayetembea na Bwana ninatamka ile nyota yako Amen. ile taa yako iwake mara saba iwateketeze giza litakaloinuka kufunika baraka zako. Taa yako iwake Amen. mara saba zaidi Amen. ichome maadui na giza lote. hakuna giza limeshinda nuru. Wewe ni nuru, mwaka huu kwenye familia ni nuru Amen. Dhanisa ni nuru, ya uongozi ni nuru ya ya ni ni nuru, jamii ni nuru. Ninakupa unabi enbekangaze kila upandapo kwenye gari mwaka huu Amen. Utapanda kwenye gari ambayo maadui wamejipanga, watoroya balaa. Wewe ni nyota ing'ayo, wewe nita ing'ayo Panda kwenye ayo magari, gari ilo lipone ikiwa ni pikipiki, pikipiki iyo ipone. Popote utakapo kanyaga, ninaitamukia miguu yako, sherosha makofi, naitamukia miguu yako, Amen. Na yako. Amen. iwe na utisho utisho imekuwa kwa sauti imekua imekua, na nimepokea, na nimepokea. Ni mwaka wa kwenda kukamilisha nyumba yako, ni mwaka wa kwenda kukamilisha nyumba yako. Sema fire fire! Amen, amen kwa Yesu. makofi keti.